Kwenye mmomonyoko wa maadili kuna mambo mengi. Kwanza ni watu kukosa mafundisho, kwa sababu kishasema maadili yamemomonyoka, maanake tayari maadili yatakayo yao yapo mm. ila sasa yameondoka. <laughs> ya <Yeah. laughs> kwa hiyo ya tunachofanya pamoja na kwamba kuna njia nyingi za kumrudisha mwanadamu kwenye misingi ya maadili, mojawapo ikiwa ni hii kupitia ibada kupitia mahali mtu anakokwenda kuabudu. Ndio maana wakati wote watu tunasema tunawategemea sana viongozi wa dini nao kujenga maadili kwenye taifa au kwenye jamii. Kwa hiyo sasa, tunapokuja kwenye hii ibada, kwa mfano ya Maskani, ni part and parcel ya mfumo wa dini au mfumo wa imani kuingia katika kujenga maadili ya binadamu. Kwa hiyo tunaomba mje, mafundisho yatakuwepo na kama mnavyoona kidogo, mimi kidogo hapa na logo, maana nikisema na sign out maana kidogo mimi naondoka kwenye umri, yani umri sasa ni mtu mzima lakini mpo na vijana wenzenu wao watashare na nyie experience mkija siku hiyo watawaambia namna gani wanaenjoy wakiwepo ndani ya Yesu au wakiwepo kwenye ile boti ambayo Yesu yuko ndani yake kwenye dhoruba. Uh, ujumbe mkuu wa hii ibada, ni ya maskani ni ujumbe gani? Ujumbe mkuu wa hii ibada ni inaitwa nishwari nishwari nishwari. Mm, nishwari hii nishwari inatokana na kitabu cha Uh, cha Mathayo 8:26. Nitasoma mm tu hapa kwa uharaka uh. Ninaamini neno linaweza likamsaidia mtu mmoja ambaye anatuangalia sasa. Neno la Mungu linasema, nasema uh, ukisoma kitabu cha Mathayo 8:26, 23 Biblia nasema, akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata, anasema kuka, kukawa msukosuko mkuu baharini hata chombo kikafunikizwa kwa mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi 25 anasema wanafunzi wake wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana tuokoe, tunaangamia. ishirini na sita hapo mwisho anasema akawaambia mbona mmekuwa waoga, enyi waimani haba? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari kukawa shwari kuu kupitia kusifu na kuabudu tunaamini Mungu atakupa mume, Mungu atakupa mke aliyemkusudia. Lakini kuna watu ambao biashara zao hazikai hata miaka sita. Kila mwaka anabadilisha biashara. Kila we alo hiyo loan ya kutangatanga njoo kwenye ibada, tumwabudu Mungu, tumsifu Mungu, tupate muda wa kumuomba. Naye atatuliza hiyo dhoruba inayoendelea kwenye ya biashara yako, upepo mbaya unaovuma kwa watoto wako, kuna wengine familia zao, watoto wao waeleweki, wanatumia madawa ya kulevya. Njoo na uliseme jina la mtoto wako kwenye hii ibada. Tunaamini baada ya hapo kutakuwa na shwari. Uhum. Kamili naitwa Amenye Andrea Kalinga mm. Nikitamka hivyo na maana, kuna wale wambea watakuwa wameshaanza kuelewa baadhi ya vitu sasa mm. Kuna swali aliuliza mwandishi mwenzenu au uh, mwandishi mwenzetu kwamba katika hiyo ibada ya maskani kutakuwa na nani na nani ambao watakuwepo. Naomba nilijibu hili swali vizuri kabisa kwamba kwenye hiyo siku licha tu ya kusema kutakuwa na shwari ndani yake mama yetu amesema kutakuwa na shwari zaidi ya shwari mm, kutakuwa ni faya zaidi ya faya mm, na ni kweli kutakuwa ni faya zaidi ya faya. Mm, kutakuwa na mwimbaji mbalimbali ambao watakuwepo. Mwimbaji wa kwanza ambaye atakuwepo ni kaka yetu, ndugu yetu kipenzi, kijana mwenzetu, mpambanaji ambaye ameamua kabisa kukuletea maskani kwenye nyumba yako, kwenye familia yako, maskani ambayo itakuwepo hiyo siku itaendelea kuishi ndani ya moyo wako, sio mwingine, ni Ombeni Stony mwimbaji ambaye ukisikia sauti yake tu unajua kuna bubujiko ambalo unaenda kulipata kwenye moyo wako, na kuna kitu ambacho kinaenda kuzaliwa upya kwenye moyo wako. Kwa hiyo siku hiyo tutacheza, tutaluka, tutashangilia na tutapata bubujiko ndani ya moyo wetu, na itakuwa ni shwari. Eh, kuna mwimbaji ambaye ukisikia ladha yake tu unajua kwamba hapa kuna kitu kipya naenda kukipata. Na amekuwa ni maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii. Amekuwa ni maarufu sana kwenye jamii yetu kwa ujumla. Amekuwa akibadilisha vijana wengi. Muonekano wake tu utajua hapa kuna kitu kipya anaenda kukipata. Huyo sio mwingine, ni Paul Clement. Huyu pia naye tutakuwa naye na siku hiyo ataenda kushusha wingu ambalo inawezekana hujawahi kuliona kabisa duniani yeah. Yeah. Na hiyo siku wanairinga wamekuwa kimzoea akiwa anakuja hapa mara nyingi, lakini safari hii naomba nikwambie tu kwamba kuna kitu kipya ambacho hautokuja kukisahau kutoka kwa Paul Clement tutakuwa naye hiyo siku kwa hiyo andaa moyo wako. <laughs> andaa moyo wako, andaa kila kitu kwa ajili ya kumpokea Paul Clement. Pia tutakuwa naye katika ibada hiyo ya Maskani gathering hapa uh, Kwanza sijui ni, ni cheke ama nizungumzeje, lakini kuna kale kanamna fulani hivi ukisikia kwenye sikio lako wapi vigelegele, kuna ladha fulani hivi inaingia akilini mwako kwamba mm, kuna kitu kimeingia kichoni mwangu na watu tayari kwenye vichwa vyenu mmeshaanza kumwimba. Huyu ni nani? Mzee wa masebene eee, sio mwingine, anaitwa Victor Maestro, tutakuwa naye hiyo siku. Victor Maestro bwana, kwenye masebene <coughs> ni hotter than fire kama <coughs> mama yetu alivyosema. Kwa hiyo atakiwasha kwelikweli, wale ambao mnapenda kucheza na kuruka, na kuna ile staili yake anafanya, anarusha mikono mbele, anarusha mikono mbele, anairudisha kidogo, anarusha tena, anatikisa na kichwa. Sasa hiyo siku kama ulikuwa na mpango wa kukosa anza kusahau kabisa kwamba natakiwa kukosa mm. Alafu usikose kwenye hiyo ibada mm -hmm. Lakini huyo ni mtu wa tatu ambaye tutakuwa naye Victor Maestro na mtu wa nne. Uh, unajua kuna wimbi kubwa sana la vijana ambao wanapigia mziki, lakini kuna kijana mmoja yeye bwana ameamua kujipambanua zaidi kwenye kupiga saxophone mm. Na ni wa vijana wachache sana ambao wanafanya hiki chombo cha muziki wa saxophone ile ladha ya muziki wa saxophone peke yake tu inakubadilisha ya wewe kutokea kule ulikokuwa, hata kama ulikuwa nje maili mia sita kutokea hapa mm. utajikuta unavutika tu mwenyewe mm. unasogea. Ni kijana pia ni mpambanaji, ana uwezo mkubwa sana. Mungu amembariki kipaji cha ajabu kwa kweli. Mimi binafsi sina uwezo wa kupuliza kile kijamaa mm. e, kile cha kupuliza lakini, yeye Mungu amembariki naye pia tutakuwa naye yeah. na we sio mwingine ni Dominick Mwakatobe. Mwakatobe.